Hello, habari karibu sana hii ni shaiya tv Eh bwana leo nimekuletea madai hapa jinsi ya calling kwenye simu nyingine au jinsi ya calling kutoka simu moja kwenda simu nyingine au jinsi ya calling kutoka simu ya mpenzi wako unapeleka simu yake maanake calling zote ambazo atakuwa anapigiwa huyo mtu utakuwa unazipata na wewe pia kuna njia kama tatu hivi za calling sasa hebu twende pamoja ili uweze calling kutoka simu moja kwenda simu mo, nyingine. Kumbuka hii ni calling wala siyo SMS. Kuna kodi za forward calling tu, so za kufuadi SMS. Sasa hebu tuende pamoja, ili uweze kujua hizo ni kodi gani za calling kutoka simu moja kwenda simu mo, nyingine. E bwana, nakukumbusha ili usio napitwa na elimu ambazo wanaziweka kwenye channel hii ya Shayia TV. na elimu ambazo huwa naendelea kutoa kwenye channel hii ya Shayia TV. Hebu angalia chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, hebu gusa neno hilo mara moja. Hebu gusa na hiyo alama ya kengele, ukifanya hivyo kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa utakuwa unazipata kwa haraka. Hebu twende pamoja Bwana, leo nimekuletea ni jinsi gani unaweza calling kutoka simu moja kwenda simu nyingine. Unaweza ukawa na simu nyingine na simu hiyo labda umeiacha nyumbani, sasa ukawa unataka simu hiyo kama ijapatikana, au simu hiyo kama ijapokelewa, au simu hiyo kama, kama calling ziweze kuingia kwenye simu ambayo umetembea nao au kama unataka labda calling za mpenzi wako zio zinaingia kwenye simu yako moja kwa moja e, kama hapatikani au kama yuko busy maana yake kama anaongea na mtu mwingine au, kama, kama, au vyovyote vile kuna kodi zipo hapa kote ninini kotekote yenyewe hii forward tu moja kwa moja e, bwana ni hizi hapa

mtu huyo akiwa anaongea na mtu mwingine tu ndo calling zake zitaingia kwako hii ni kodi ya kwanza haya ni kodi zipi ni hizi hapa utachukua simu yake mfano hapo so simu yako narudia tena usitumie simu yako kama unataka kodi hizo ziingie kwenye simu yako maana utaenda kwenye ile kodi ya kodi ya mtu mwingine au ya mpenzi wako ili calling zake ziingie kwako utafanya hivi utaandika nyota ikifuatiwa tena na nyota utaandika na sita saba utaandika nyota ikifuatiwa na namba sasa utaandika namba yako hapa maanake utaandika namba yako maanake hapa unatumia simu ya mtu mwingine sasa ya mtu ambao nataka kodi na namba zake zinaingia calling zote zio zinaingia kwako andika namba yako hapa mfano kama naandika namba yangu ya umeona apa unamalizia na reli kama hivi ukishafanya hivi utapiga hapo yani utaenda hiyo kwenye laini ambayo utakuwa unataka labda na utakuwa unataka li zake zio zinaingia kwako unafanya hivi una click hapo e, utachagua mtandao kama ni heteli tigo au unezuka kama ni vodacom kama ni aloteli eh, kama hivo eh, ndo kama hivi ni rahisi ukisha tu hapo ukishapiga tu hapo maana utakuwa umesha forward sasa simu hiyo kama maana yaani huyu mtu huyo kama anonge na mtu mwingine nawe pia utaanza kumsikiliza yaani simu ile pili, namaanisha simu ile pili inayoingia, mfano akiwa amepigiwa mara labda akiwa na mtu mwingine yuko ah, alafu mtu mwingine mtu akapiga, sasa kwenye simu hiyo simu ile ile mana, okay? Calling zote zitaingia kwako. Hii watu natumia kama simu yako, simu mbili noni? una simu mbili sasa, unaona kama simu hiyo labda naongea na mtu mwingine na mtu mwingine akaipokea simu hiyo yani simu zikiingiliana ziki bila shaku nanielea ni rahisi sana hebu tuende hey, kodi, kodi pili bwana ya pili ambayo nataka kuelezea hii ni kodi ambayo ni kama simu aijapokelewa ya kwanza ni kama simu ilikuwa busy. maana ile simu ya pili niingia ndio inaingia kwako lakini hii ya pili ni kama simu haijapokelewa mfano sasa wakati unaongea na simu yaani umepiga simu sasa umepiga simu mara huyu mtu asipokee nani asipopokea maana calling zitaingia kwako umesikia eh? bila shaka unanipata vizuri bwana kodiniizi aputa nyota alafu sita mbili alafu nyota alafu utaandika na namba apo mbele namba au unaweza ukaandika tu hivi ili usipoteze mndu naeza ukaandika kama mara ya kwanzi sikichanganye taandika nyota mbili hiviuzinoyoa nyo waandika alafu sitra nyota afu mbele utaandika hivi freli huu ni mfano huu ni mfano naweka aya ngoja nikufanulie vizuri hapa maana yake utaenda kwa simu ya mtu mwingine huyu mtu ambaye unataka Kooling zake zo zinaingia na kwako utachukua simu yake ukishachukua simu yake utaandika hizi kodi nilizoziandika hizi hapa na izi kodi ni kama simu Maana yake sasa mfano amepigiwa huyo mtu amepigiwa na mtu mwingine. Baada ya kupigiwa na mtu mwingine mara simu yake kwa labda ipokea, sasa yule mtu aliyempigia calling zake zitaingia kwako. Bila shaka ni kitu bilashaka sana. Yani utaandika nyota kwenye simu yake nyota, alafu nyota tena sitina mbili na namba ako ambayo unahitaji, unaitajizo zinaingia kwako alafu reli kwa kutumia ile simu yalo mtu mwingine. Hapa nimerudia mara nyingi ili usiju ukachanganya changanya. Haya, hebu tuende pamoja tena tuweze kujua kodi ya tatu. Kodi ya tatu hii ni kama simu haipatikani oni, kwa ili ilopita hapa ni kama simu haijapokelewa ni, lakini hii ni kama simu haipatikani. Utaandika nyota nyota afu sita moja afu taandika na nyota afu taandika na namba sifuri saba huu ni mfano ni mfano maana iko utachukua simu ya mtu mwingine yayu mtu ambao unahitaji calling zake zo zinaingia kwako usitumie simu yako ndugu yangu watu hapa ndo wanapochanganya alafu bay wanapojichanganya hapa wanaanza kuteseka tena jinsi ya yakutoa hmm. wanateseka mara unana simu yake inaandika sasa hebu, hebu nisikilize vizuri ndugu yangu nitafundisha na jinsi ya kujitoa kwenye call nitakiwa ya hii tv ili usio napitwa na pidoo mbalimbali ambazo naweka kwenye chaneli hii sasa hii ni njia ya kutumia kutumia kwa hizi kodi ikiwa tu simu haipatikani ikiwa simu haipatikani maana yake kama simu yake haipatikani huyu mtu ambaye calling zizo zinaingia kwako maana yake hizo zitakuwa zinaingia moja kwa moja kwako ukibinya kodi hizi hapa nilizoweka bila shaka hizi kodi unaziona aya utachagua mfano hivi utaenda labda tigo um, umeona ume ulivyoandika ume registration was maana yake sasa hapa zote au mtu yoyote akipiga Akipigia, akimpigia huyo mtu ambaye nimeweka animeweka na reti kwa kutumia kodezi maana yake moja kwa moja calling zote zitakuwa zinaingia kwangu unaona kwani hapa kuna ugumu wote ndugu yangu bila shaka hamuna ugumu wote na nimeeleza kwa utaratibu na upole kabisa na nimerudia rudia sana ili usijuu ukachanganya maanayake hapa mara ya kwanza kabisa nimeeleza kuna kodi ambazo ni kama simu iko busy kodi za pili ni simu kama ijapokelewa kodi za tatu ni ikiwa tu simu haipatikani na narudia tena narudia tena yaani tumia simu ya kwake yaniustumia simu yako kubinya kodi hizi tumia simu ya mtu yu ambao unahitaji una zo zinaingia kwako alafu utaandika namba yako kule kwenye simu yake yani, kodi, ya kodi, ya kodi ya mwisho ndugu yangu hapa yewo aichagui hii kodi haichagui yaani hii ni simu ikiwa bize ikiwa japokelewa ikiwa ipatikani yaani ivyo vyote vile ina inafuadi tu nane ikodi sio vizuri kuitumia sana lakini hivi ndoikwa ni yenyoni vyote yaani unafuadi tu vyovyote maanake na ongea na simu yeyote ile maanake mfano hii inaweza ukatumia kwa mpenzi wako sasa mfano unaweza na mpenzi wako non sasa unahitaji zote ambazo am, am, atakuwa anapigiwa zo zinaingia kwako none sasa hii code ko, utatumia maana utachukua simu yake ukishachukua simu yake binya kodi hizi hapa utabonyeza nyota nyota ishirin moja nyota hapa mbele aandika namba yako lakini ukiwa umeshika simu yake utaandika mfano alafu utaandika na relif baada ya hapo umeona jinsi ilivyoandika maana yake utachukua simu yake alafu baada ya hapo utaandika hizi kodi ili una na sasa calling zote ambayo atakuwa napigiwa zote zinaingia kwako moja kwa moja hii haichagui siu imezimwa siu busy siu nini baada ya hapo uta ushafanya hivi utapiga hapo kwenye hizo namba sasa hizo sasahiz utachagua mtandao hapo apo utamaliza kazi utaandika utakuwa imefanikiwa kufuadi naone kwa hiyo kila calling ambayo atakuwa anapigiwa kule utakuwa naipata na wewe pia naone hii ni ile kufuatilia labda mawasiliano ya mpenzi wako naone mshanipata vizuri eh Aa, bila shaka umenielewa na kama umenielewa ni vizuri zaidi hebu subscribe hapo ili uweze kufu... uweze kujua video inayofuatia elimu inayofuatia ni jinsi ya kujitoa sasa kwenye call, call forwarding Yaani kwa bahati mbaya sasa wewe labda mtu amechukua simu yako, ili awa nakufuatilia mawasiliano yako. E, watu wengine wanapenda kufuatilia mawasiliano ya watu wengine, maanake hapa nimefundisha jinsi ya kufuatilia mawasiliano ya watu wengine. Sasa hebu twende sasa, tuweze kujifunza jinsi ya kujitoa sasa kwenye Bwana. Hebu ka tayari uweze kunisikiliza vizuri na ni video inayokuja so sahibi. hebu subscribe tu alafu nakukumbusha pia toa maoni yako hapo chini alafu kingine hebu like video hii kama umeipenda kwa watu wengine pia ili na wenyewe waweze kujifunza ni jinsi gani ya ku kutoka simu moja kwenda simu nyingine he bwana video inayokuja narudia ni jinsi ya kujitoa kwenye nakutakia siku njema